Yes, ndugu zangu nyie ambao mnapenda vitu vizuri siku zote jamani, leo tupo katika site mpya kabisa ya Kigamboni tukiendelea na utaratibu wetu wa ujenzi wa pavement za kisasa, zile pavement ambazo hazioteshi majani, pia zinakupunguzia gharama kubwa. Sanaa ya ujenzi. Na Kiboke Building bwana, tumepata bahati ya kufanya kazi na binti jamani, na yeye eh, anapambana kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa katika eh, ujenzi wetu wa pavement za kisasa. Ni fundi wetu mkuu ambaye anasimamia kazi yetu hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho kabisa. Kwa hiyo leo tutaongea kidogo kuhusiana na kazi, jinsi inavyoendelea hapa. Ah, na na kwa mazingira tulivyoyakuta Yani, hayalizishi kiukweli, mm. kwa hiyo saizi kumtengenezea mteja wetu mm. kumwondolea matope sehemu zinapokaa majimaji ili tuweze kuweka levo, tuweze kujenga peni zetu za kisasa okay, okay. Kwa hiyo unamwahidi nini mteja wetu ambayo tumekuja kumjengea hili eneo kikubwa? Nachomwahidi mteja wetu kumjengea kitu kilichokuwa bora na peni zetu kiujumla, zioteshi majani na ni nzuri sana kiukweli, hiyo eh, okay, akiwe na wasiwasi wasi. Jamani, mmeshamsikia injinia yetu jinsi anavyozungumza, anahakikisha ili eneo lina kwepo la kisasa kabisa. Kwa hiyo unasubiri nini? Na wewe simu yako moja tu zinakuja kukuboreshea nyumba yako, kama tunavyofanya kwa mdau wetu kutoka Kigamboni. Nyumba yake itakwepo ya kisasa zaidi, subiria, ndani ya wiki moja tu utaona mabadiliko ya hii nyumba jinsi itavyokuwa. Karibuni sana hapa Kiboke building.